Kwa baba katika miaka 54 yangu, yangu tuliishi naye katika miaka 54 tuliishi naye, jambo kubwa nilijifunza kutoka kwa baba ni jinsi ya kujip, kupambana na kujitafutia wenyewe. Kwangu mimi binafsi, sikumbuki kama baba aliwahi kunipa hata senti moja kwenye mambo yangu ya binafsi. Alisisitiza nipambane wenyewe na e, kwenye kujitafutia mwenyewe, ila katika hayo yote hakushita kuwa mshauri mkubwa, na alikuwa ana, tunapata muda wa kuchambua changamoto tunazozipata na kushauri, lakini pesa hajakunipata siku moja <laughs> Jambo lingine nililojifunza kwa baba jishi ya kuishi na watu vizuri. Mahudhurio ya msiba huu ni ushuhuda kamili wa baba jinsi ya kuishi na watu viongozi. Wetu wakuu wa serikali wako hapa na wa viongozi wa chama, naona marais wastaafu, mawaziri kua wastaafu, wakuu wa vyombo vya usalama na jeshi, katibu kiongozi, majaji, makatibu viongozi wastaafu, pia wote wako hapa. Pamoja na hayo, sisi jambo limegusa zaidi baada ya msiba tu, kuna watu waliotupigia simu. Mfano, kuna mafundi wa mapazia waliokuwa na weka mapazia kwenye nyumba yetu ya pale Usangi walipiga wakasema, bwana mimi lazima nije nimzike mzee. Mafundi rangi, mafundi mabomba na watu wa kawaida wote walikuja waka, wakasema lazima tuje. Kuna watu marafiki wa mzee wametoka Copenhagen Canada, wamekuja uh, Copenhagen Denmark wamekuja kumzika mzee pamoja na umbali wote. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hayo yote. Jana tulipokuwa Mwanga kwenye shughuli ya kumwaga mzee, nilishangazwa sana nilipokuwa namsalimiana na mheshimiwa na Sabaya, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Arusha, akasema mimi nimefanya kazi na mzee tangu elfu na nimeshawahi kulala nyumbani kwenu. Hilo sikulijua pia jana tulipata ugeni mkubwa kutoka kwa mjumbe wa kamati kuu ya CCM ambaye alikuwa rafiki yake mama, akisema nimekuja hapa nimpiliki kile chumba changu mama alichonipa kwao, tukaja tuko naye hapa, dada Halima. Tutapumzisha mzee pamoja lingine ambalo kubwa nimejifunza kwa mzee sio katika hiyo miaka hamsini na tatu ya mwanzo ni katika h